Mambo usiyoyajua kuhusu ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa, linalojulikana pia kama Leki Malawi, ni moja ya maziwa makubwa na maarufu barani Afrika, lakini bado lina siri na mambo ya kuvutia ambayo wengi hawayajui. Ziwa Nyasa lina ukubwa wa takribani kilomita za mraba 29,600 na hili linaifanya kuwa miongoni mwa maziwa makubwa ya za zaidi duniani na Afrika, na nafasi yake ni kama ifuatavyo. Kidunia, kwa ukubwa wa eneo ziwa Nyasa linashikilia nafasi ya tisa miongoni mwa maziwa makubwa duniani. Ingawa si kubwa kama maziwa ya juu kama ziwa Superior Marekani au Kanada, lina umuhimu wa kipekee kwa bioanuwai yake. Afrika. Barani Afrika, Ziwa Nyasa linashikilia nafasi ya tatu kwa ukubwa, likitanguliwa na Ziwa Viktoria kubwa zaidi na Ziwa Tanganyika la pili kwa ukubwa. Licha ya kuwa la tatu, ni maarufu sana kwa bioanuwai ya samaki wa kipekee. Ziwa Nyasa ni moja ya maziwa makubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, likishindana na maziwa maarufu kama Ziwa Viktoria na Tanganyika. Licha ya nafasi yake ya tatu ni la kipekee linapokuja suala la kina na mandhari. Haya hapa ni mambo muhimu unayoweza kujifunza kuhusu ziwa hili. Moja, ni moja ya maziwa yenye samaki wengi zaidi duniani. Ziwa Nyasa lina aina zaidi ya elfu moja za samaki na takribani mia saba kati ya hizo ni za kipekee kwa ziwa hili kati ya samaki hawa skildisi ni maarufu zaidi. Aina nyingi za samaki hawa hupatikana pekee katika ziwa hili hapa duniani, na hilo hufanya Ziwa Nyasa kuwa kitovu cha utafiti wa viumbe hai wa majini. Mbili, lina hifadhi ya maji safi ya ajabu. Ziwa Nyasa lina maji safi ya bluu ambayo ni ya kina ya, ya kuvutia katika sehemu fulani, linaweza kufikia kina cha zaidi ya mita mia saba ubora wa maji haya safi huvutia watalii wengi wanapotembelea eneo hili kwa shughuli za kupiga mbizi, kuogelea na kupumzika. Tatu. Lina urefu wa kuvutia. Ziwa hili ni la tatu kwa ukubwa wa barani Afrika, baada ya ziwa Viktoria na ziwa Tanganyika, na lina urefu wa takribani kilomita 580 linapita mipaka ya nchi tatu Tanzania, Malawi na Msumbiji likiwa na umuhimu mkubwa wa kimazingira na kiuchumi kwa nchi hizo. Nne. Ziwa lenye umri mkubwa. Ziwa Nyasa ni miongoni mwa maziwa ya kale duniani, linalokadiriwa kuwa na umri kati ya miaka milioni moja hadi milioni mbili. Umri huu wa kihistoria utoa maelezo muhimu kuhusu mabadiliko ya kijiolojia na bioanuwai ya eneo hili. Tano, mazingira ya kufurahisha watalii. Mbali na uvuvi, ziwa Nyasa limezungukwa na mandhari ya kuvutia kama vile milima, misitu na fukwe zenye mchanga mweupe. Eneo maarufu kama Matema Beach upande wa Tanzania huvutia wageni kwa utulivu wake na uzuri wake wa kipekee. Sita, chanzo muhimu cha riziki kwa watu wanaoishi karibu na ziwa hili, maji yake na samaki wake ni rasilimali muhimu sana. Uvuvi ni sehemu kubwa ya uchumi wa jamii hizi, huku samaki wa ziwa Nyasa wakiwa sehemu ya chakula na biashara. Saba, mizozo ya kidiplomasia. Kwa sababu ya kukatiza mipaka ya nchi tatu, mara kadhaa ziwa Nyasa limekuwa chanzo cha mizozo ya mipaka, hasa kati ya Tanzania na Malawi. Hata hivyo juhudi za kidiplomasia zimeendelea kufanyika ili kutatua tofauti hizo kwa amani. Nane, ni sehemu ya urithi wa dunia ya baadaye. Kwa sababu ya bayo anuwai yake ya kipekee na umuhimu wake wa kimazingira, ziwa Nyasa limependekezwa kuorodheshwa kama urithi wa dunia wa UNESCO, hatua ambayo ingeimarisha uhifadhi wake. Kwa ujumla, Ziwa Nyasa si tu chanzo cha maji na maisha, bali pia ni hazina ya kisayansi, kiutamaduni na kitalii. Umewahi kutembelea maeneo yanayozunguka ziwa hili? Ushiriki wako unaweza kuwa wa kipekee kwa kuijua zaidi hazina hii ya Afrika. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.